Leo katika ukweli mtupu nataka nianze na methali: samaki mkunje angali mbichi, asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Hizo methali unazisikia na zina maana kubwa sana. Sasa nataka tujiulize wote hapa katika ukweli mtupu, hivi sasa hivi au tokea huko nyuma vizazi hivi, watu wa zamani walikuwa wana akili sana kushinda wa sasa au sa hivi? Kwa sababu hiyo samaki wa kukunja ma mapema kwa inaongea hivyo, kuna misemo, kuna methali ambayo mpaka hivi sasa tunazitumia, zote ni za zamani. Sijawahi kuona misemo mipya, sijawahi kuona methali za na methali mpya, vyote ni vya zamani hivi. Kwa hiyo kwa tunavyosema kwamba kwa sasa au vizazi vyote ambayo vimeenda shule mpaka hivi sasa vimeshindwa kutengeneza methali zingine, vimeshinda kutengeneza misemo mipya ambayo ina mafunzo. Wazee wa zamani walikuwa wanasoma tena, wanasoma madarasa machache sana, lakini kwa nini waweza kutengeneza manani misemo na methali kubwa sana kwa kiasi hicho? Lazima tujiulize. Kwa kiasi kikubwa, inawezekana sasa hivi kizazi chote kimeshapotea. Yani watu walikuwa na akili wote wameshapotea, kwa sababu shida inaanzia mpaka mpaka hivi sasa. Hata mashuleni unafundishwa methali za zamani tu, unafundishwa misemo ya zamani tu, ni ile ile ya zamani yaliyotengenezwa toka zamani, hakuna mipya. Kwanini tutakia tujiulize, tulianza kupotea wapi? Tulipotelea wapi? akili yetu inafanyaje kazi kile yani, wazee wa zamani wa, walikuwa wa, wana akili kubwa sana kushinda sisi, yani mpaka hivi sasa sisi wameshinda kutulisisha, au sisi wenyewe tunajifaa kwamba tunajua sana, lakini bado tunasoma vitu vyao, tunawasifia, bado tunaendelea kuwasifia. Lakini sisi tunasoma mpaka vyuo, tunaenda mpaka ma degree, mpaka sisi tunakuwa na sisi na ma diploma, mpaka ma professor, tunashindwa kutengeneza vitu vipya, bado tunakariri vitu vile vya zamani. Kwani tuna vitu vipya sasa jamani? Huu ukweli lazima tuende nao, tuende nao, tujiulize wote, hatuendi mbele. Sijajua ni ishu ya elimu yetu, au sijajua ni malezi yetu, ila ukweli unaanzia kwenye malezi yetu, halafu ndo tunaenda kwenye elimu yetu. Kunatakiwa kuwa na mabadiliko makubwa sana, tukae chini, tujitafakari. Kwa asilimia kubwa tumepotea. Ukweli ni kwamba tumepotea, tunakoelekea huko. Vizazi vinavyokuwa vya mbereni, sidhani kama tutakuwa na watu wa maana, sidhani tutakuwa na wanyama, na sidhani kama naweza katengeneza msemo mwingine. Tuanzie hivi sasa kujitafakari, tutengeneze methali mpya tofauti na za zamani, tutengeneze misemo mipya tofauti na zamani. Bila hivyo, tukaendelea kukalili tu na darasani nakalilisha tu zile zile lazima uzitambue, hizo hizo, maswali ndo yale yale, tuna pesa. Mimi nimemaliza, ila ukweli uchukue ni kwamba hatuendi mbele, tunarudi nyuma. Nimemaliza.